Jina naitwa Omar Angatia Adongo, na mimi mwenyewe niko na miaka thelathini na moja. Na hapa ni kwake nyumbani, karakana yake ya uchoraji, kazi ambayo si ya kila mtu. Wakati huo alikuwa ngali mchanga, baada ya kutelekeza masomo yake. Mimi mwenyewe si kusoma, sababu nilisoma tu mpaka niliachia tu nasari, si kuendelea mbele kwa sababu wazazi wangu hakika hakuwa anajiweza, wakati nilikuwa sikuwa si naenda shuleni. Sasa ni kazi nilianza tu kujifanyafanya tu mchezo, ni kitu nilikuwa napenda kuchezacheza na kalamu sana kwa mkono, nikiona kitu nataka nichore vile iko. Kutosoma kwake si kizingiti cha kutopata riziki. Kwa njia ya kienyeji akajifunza kuchora, na jinsi muda ulivyosonga ndivyo alivyozidi kunawiri hata zaidi. Kafikia mahali nikawa natembelea wachoraji wale ambao wako karibu kwa hapa tauni Mumias, ikawa najaribu kuongea nao wa, waweze kunifundisha kidogo hii kazi, maana naona imenifurahisha. Lakini kwa sababu walihitaji malipo ile ambayo si kuwezewa, ikabidi ikawa ngumu vile wanaweza nifundisha. Sasa nikazidi tu kufanya mazoezi, kuna vile nilikuwa naamini kwamba Mungu aliniumba kwa sababu kubwa sana, na ikiwa ni yeye mwenye alihitaji niwe na hiyo kipawa ya uchoraji, nikawa niko na imani ya kwamba iko siku moja atakuja kunitendea lake. Sasa bila kuwa na elimu, akaamua kuchora watu anawajua na baadaye kuwapelekea picha hizo wanakopatikana. Mmoja wao ni waziri mkuu Raila Odinga na wabunge kadhaa. Kuna picha nimeichora mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, nilimchorea picha mbili akanilipa nikachora picha mheshimiwa, mheshimiwa, Vice President Awori, ya mheshimiwa aliyekuwa mheshimiwa Moody Awori pia akanilipa. Kwa njia hii amepata hela za kuruzuku familia yake ya watoto wanne. Juhudi zake zimempa sifa na kumweka kwenye safu yanayoheshimika katika eneo hili. Wakati fulani jamaa jirani wanapoomboleza, yeye hutuikwa jukumu la kuchora mwenda zake, na picha hiyo hutumiwa wakati wa mazishi imenisaidia maana e, mimi katika familia mimi ndio kijana mkubwa, na wazazi wangu hawajiwezi. Mwaka jana alipochora picha hii ya rais wa Marekani, Barack Obama, na babake na kupata nafasi ya kuwa kwenye safu ya wasanii katika gazeti moja la humu nchini, alipigiwa simu kutoka Marekani na mmoja wa wasaidizi wa Obama wakitaka picha hiyo. Kutuma picha hii ni shilingi elfu nane tu, na bado anajitahidi kwa jina na ukucha kupata pesa hizo, lakini akipata mali sasa, kama akifungua mali pake At least, inaona tutainuka. Uchoraji wake unahitaji umakini, kwani kuna kazi ya kuchanganya rangi tofauti tofauti ili kupata rangi inayofanana na picha anayoitaka. Hata hivyo, ana changamoto si haba. Kwanza ni malipo duni kutoka kwa walagai. Unakuta una mtu hata akitaka kazi anaangalia vile sisi tuko ndio anaendelea kutufinya kabisa. Mwaura, makala ya Mgaagaa na Upwa.